Naam, karibu tena mtazamaji. Naam, Kenya imepiga hatua muhimu katika mapambano dhidi ya maambukizi mapya ya virusi vya HIV ambavyo husababisha UKIMWI. Naam, wizara ya afya imependekeza kusajiliwa kwa dawa mpya ya kinga dhidi ya ukimwi inayodumu kwa muda mrefu, inayojulikana kama lenacapavir. Naam, na dawa hii inaleta matumaini mapya kwa maelfu wa ya wakenya walio katika hatari ya kuambukizwa. Naam, mwana mwanahabari wetu Emily Chebet anaeleza zaidi. Kupitia bodi ya famasia na sumu, wizara ya afya imependekeza kusajiliwa kwa dawa ya lenacapavir, dawa inayotolewa mara mbili kwa mwaka kuzuia maambukizi zaidi ya HIV ambayo husababisha UKIMWI. Tofauti na dawa za kumeza zinazotumika kila siku na watu ambao wako katika hatari ya maambukizi, lenacapavir ni sindano inayotolewa baada ya miezi sita, iliyopitishwa na shirika la afya duniani WHO kwa miaka kadhaa. Kenya imepiga hatua tofauti katika kupambana na maambukizi zaidi kwa kutoa dawa za ARVs katika kaunti zote nchini. Hata hivyo, baadhi ya watu hukumbana na changamoto za kutumia dawa kila siku, wengine wakikosa kufuatiliza dawa hizo inavyofaa, kufuatia unyanyapaa, ugumu wa kupata dawa hizo kila siku na uchovu wa kutumia tembe. Kulingana na Wizara ya Afya, baadhi ya wale watakaopewa kipaumbele ni watu wanaoishi na wapenzi ambao wamepata virusi hivyo ili kuwasaidia wasiambukizane. Hatua hii inafanya Kenya kuwa miongoni mwa nchi za kwanza barani Afrika kupendekeza usajili wa dawa hiyo. Uamuzi huu ni muhimu kwa kuwapa watu chaguo zaidi ya kujikinga dhidi ya virusi vya HIV, kulingana na waziri wa afya Aden Duale. Kenya pia imepewa kipaumbele katika mpango wa awali wa kusambaza Lenacapavir ya ushirikiano wa kimataifa. Akitaja ushirikiano wa Kenya na Marekani ya hivi majuzi kuwa hatua moja ya kuhakikisha Wakenya wanapata vifaa vya afya ikiwemo dawa ya Lenacapavir. Emily Chebet, Runinga ya Citizen, Nairobi.